Lakini kama alikuwa nakupenda na kupenda afai kuwa na mafikira kama hiyo, uende kawa, labda kuna kitu ambayo mm. inamzuia, kwa sababu mtu anakupenda mm. liwe liwalo hawezi sikia mambo ya mtu mwingine tena, unaelewa mm. eh? hey. mm. Le lakini kitu kingine ambacho ningependa kukwambia Kevin eh, bado yeah. bado wewe ni mdogo mm, yeah. ah, na mm. na dada pia bado ni mdogo, na mimi huwa nawaambia hapa mm. nyinyi vijana wasichana mm. wa miaka ishirini na tatu bado hawajakomaa mm. hmm. vizuri kujiamulia mambo mm. kama haya, bado wanapimapima mm. hmm. mambo hapa na pale eh. Mara nyingi huwa hmm. tunasema hapa Radio Jambo kwa sababu tumekuwa na kesi kama hizi za miaka ishirini na mm. tatu. Huyu bado hmm. anataka kupima pima eh, aende mm. hapa guze kidogo, aende hapa pime kidogo, aende hapa pime kidogo <laughs> by the time anafika 25 <laughs> hmm. ndio sasa anasema hmm. <laughs> Ama nirudi kwa Kevo. mm. kwa hivyo hmm? mm. hmm. pia si miaka ya kuharakisha, kwa sababu unaweza mharakisha halafu mambo mm. ibadilike baadaye, unanielewa? na wewe bado una na, na time, kuna 25 unafaa kujijenga. Saa hii pesa ndio ni muhimu kutafuta. <laughs> Lakini isikuwe kwamba hiyo mm. ndio ni sawa. Unaweza tafuta pesa, lakini cha muhimu ni kujijenga mm. kwanza. Kujijenga inamaanisha uwe, mm. uwe, na, uwe na kitu yako eh? Eh, uwe mm, na uwe, mm. uwe uwe na ma, kitu ambacho unaweza jisimamia wewe mwenyewe eh hata kama ni biashara eh hata mm. kama ni kazi fulani ambayo ina una stabilize, una nyumba yako mahali mm. eh kitu kama hiyo mm. ukishakuwa mm. stable hivyo mm. hakuna msichana ambaye atakutoroka hata mm. atakuona na sema, mm. au jamaa amejipanga, unaona hata vile mm. amejenga, unaona hata shamba vile analima, unaona hata vile kazi amesimamisha, huyo sasa mm. ndio nataka Hmm? Hmm. Block kwa namba yenye tulikuwa tunaongea naye oh, alisha kublock. <laughs> E, jamaa, babake tia, aniblock, si siyo? Jamaa babake alimwambia ati aniblock asiniongeleshe. Mimi bado nilikuwa naona bado alikuwa ananipigia. hmm. hmm. kwa hivyo kama alisha kublock, basi hapo kuna maneno. Sasa itabidi tu nijipe tu shughuli nifanye kazi zangu. hmm. Nikipata mwingine itakuwa sawa. Hiyo hmm. pia ni sawa, hiyo ni positive thinking. Eh, kuwa na hiyo spirit yeah. ya ya positivity sio mwisho wa maisha yeah. Eh, kama yeah. Irene ameamua mm -hmm. aende kwa kwa huyo mzee mm -hmm. basi ni sawa, mm -hmm. ni sawa, ni uamuzi wake, lakini kama ameataamua mbaki na yeye pia mtajipanga mm -hmm. Eh, sio mwisho wa maisha ndugu yangu bana, miaka ishirini na tano, you still have so many years, you are starting life, ndio unaanza sasa hivi ndugu yangu yeah. Eh. Yeah. Haya, hmm. ikiwa Irene anakusikiza, hebu mwambie maneno ya mwisho tukimalizia patanisho, mwambie ni hivi na hivi ya hivi na hivi mi. Uh, ningesema Irene, ukinisikiza hapo kwenye unafanyia kazi uh, mi ningependa kusema hivi, kama unaona ulishaamua ati utaenda kwa huyo jamaa, acha kuangalia nyuma, enda tu kae huko. Juu sasa ulisema ati uliamua kivi yako babako pia alikulazimisha so kae tu huko, ukae sawa. Mimi pia najiangazia, najipanga na maisha yangu. Nikipata mwingine kama uko sawa, tashukuru tu Mungu. Juu sasa mimi nimejaribu kuongelesha, but nimeshindikana. Sasa wenye uliona hivyo, ati umeenda, maybe babaka ameona ati huye jamaa alikuwa na pesa kunishinda, ni sawa sasa mimi sina mengi na kusema juu uamuzi ilishafanyiwa. Sasa itabidi tu nijipange, hivyo tu. Haya, asante sana na pole sana Kevin mm. kwa hayo mambo ambayo unapitia mm. tunakutakia kila la heri eh. asante sana Gidi. Haya, uwe na siku njema siu mm? Mm. una mambo hapa. Huu ndio Kevo wa kwanza nimemsikia kiplid kwa mwanamke, wengi huwa ni wanawake wanaoleta hapa Okay, ok <coughs> ya, ya wazazi wazazi eh, kuamulia wasichana wao jinsi wanavyoolewa kitambo ilikuwa ni vyema, na hata ilikuwa nakubalika. Ulikuwa unapata hata anti anashauri msichana eh, kwamba eh, mtu fulani unaweza chukuliwa na mtu fulani, na mambo kama hayo ilikuwa nakubalika, lakini sijui kama siku hizi pia eh, ili kupendekeza Uh, labda msichana wako aolewe na mtu fulani, labda uh, kijana wa rafiki yako na mambo kama hayo, inafaa kuwa inakubalika iendelee ama namna gani? Kwa sababu ukisikia vile huyu jamaa ameeleza hii kesi, anasema huyo uh, jamaa ni mshirika wa kanisa ambalo wanaenda pale, na ni rafiki wa huyu baba mgu, ama huyu uh, baba wa msichana, na wakaelewana, na akashawishi msichana wake kwamba wachana na huyu kijana enda kwa huyu mwingine kuwa mke wa pili, kwa sababu huyo ataweza kusaidia maishani. Labda ni mtu ambaye ana pesa, na pia utamzalishia watoto. Sijui kama ni sawa ama hayo ni mambo ambayo ilipitwa na wakati. Bwana Ghost kwa kukopi, yes, uh. Si sawa takibu.